Watu wako jamani, huyu mtoto wetu, mtoto Waziri Mkuu Edward Ngoyayi Lowassa akasema baba alifanya kazi sana kujenga makanisa hata sio ya Kilutheri. Kama baba alifanya hivyo mimi, kwa hiyo nisifanye kwa ajili ya kazi hii. Baba Askofu Mameo, nakushukuru kwa kunipa hii nafasi ya heshima kuniita hapa mbele. Kwanza napenda kutoa shukurani zangu za dhati kutoka moyoni kwa kukumbukwa mimi na familia, kualikwa kwenye shughuli yenu ya leo muhimu sana. Tunashukuru sana. <laughs> nilipokea wiki chache zilizopita, simu yangu ilikuwa na hitilafu kidogo, nikapokea, nikaona namba inaita lakini sikuwa nimeirudisha. Nikaona kwenye message kwamba inasema ni mkuu wa kanisa mstaafu Frederick Shaw na kutafuta, lakini nilipoona ile message nikajua vijana wa siku hizi na mambo ya kutapeli mitandaoni, nikajua nataka kutapeliwa. Sikutegemea mimi kijana mdogo Fredrick kupigiwa simu na mkuu wa kanisa mstaafu. Nashukuru sana kwa Kaskazini ambao walikupatia gari nzuri sana ya kustaafu, baba askofu. Nakumbuka kipindi kile, wakati wa siasa tukiwa upande wa pili maneno yako yalikuwa siku zote ya kufariki na kuaa Tuna sana, tunakumbuka sana Baba Askofu sho. Lakini nimesema kuhusu gari makusudi kwa sababu mwezi wa saba Baba Askofu Mameo naye anastaafu. <laughs> Kwa hiyo kwa hiyo tutarudi tena hapa hapa tuhakikishe tunampa zawadi ya heshima Baba Askofu Mameo <laughs> na kuomba msaidizi wa waskofu wa dayosisi, mkuu wa jimbo, wachungaji, msisite kutuita. Nasema hivi kwa sababu baba Askofu Mameo ametumia nafasi yake ya kumtumikia Mungu kuipigania hii jamii kweli kweli ya wafugaji, ametupigania, ametuheshimisha Tanzania na nje ya Tanzania. Saa nyingine jamii yetu kunaingizwa mkenge na watu ambao ni wanakuwa madalali, wanajifanya wanajua jamii yetu, lakini hawajui imejengwa viti ili kwenda kutogombanisha na serikali, ni watu wahovyo. Tuna viongozi wa imani kama hawa, kama baba Mameo, ambao wametushika, wakituita siku zote tutakuja kuwapigania kwa nguvu zetu zote. Baada ya kusema hayo, baba askofu, mimi nimekuja kutoka kijini Monduli. Nimekuja na salamu za mama mzazi wa Regina Lowassa, hajaweza kufika, lakini na ndugu zangu pia, Pamela, Dr. Ada, Dr. Adabo na Richard wote wanakusalimia. Nimekuja kwa niaba ya familia Lipu, na nambawangu mdogo kwa mdogo George iko nje na... so, mtoka nje